Baba Mwenyezi na mwenye upendo wa mbinguni, naja mbele zako nikiwa na moyo ulio wazi, nikitamani ukweli na uzima mpya. Nakiri kwamba nahitaji msamaha wako na neema yako. Nafsi yangu imechoka kwa sababu ya dhambi na utupu, nami natamani kusafishwa kwa upendo wako. Bwana Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, naamini kwamba ulija duniani, ukafa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na ukafufuka ili kunipa haki ya uzima wa milele. Ninatulia katika dhabihu yako na ushindi wako juu ya kifo. Damu yako takatifu yanasafisha maisha yangu ya kale na kufungua njia ya maisha mapya. Roho Mtakatifu, jaza moyo wangu kwa nuru yako na unipe nguvu ya kumfuata Kristo kila siku. Imarisha imani yangu, nibariki kwa hekima na ujasiri wa kugeuka mbali na uovu na kuishi katika utii wa neno la Mungu. Baba wa Mbinguni, nakukabidhi maisha yangu yote, ehofu zangu, udhaifu wangu na ndoto zangu. Kuanzia leo, natamani kuwa mtoto wako, niwe sehemu ya familia yako, na niendelee kutembea katika njia ya kweli na neema. Nakushukuru kwa wokovu, kwa rehema zako, na kwa tumaini jipya nililo nalo ndani ya Kristo Yesu. Kwa jina la Mwokozi wangu Yesu Kristo ninaomba. Amina.